Pendwa mtazamaji, ni siku ya Jumamosi. Karibu katika tafakali ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakali yetu tunaipata katika injili ya Luka sura ile ya tisa aya ya 43 hadi ya 45. Nitaisoma. Makutano walipokuwa wakiyastaajabia mambo yote aliyoyafanya Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yashikeni maneno haya masikioni mwenu kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao, wasilitambue, wakaogopa kumuuliza maana yake neno lile. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na makundi mawili ambayo yalimfuata Yesu kwa karibu sana. Kundi la kwanza walikuwa ni makutano na kundi la pili walikuwa ni wale wafuasi wake. Makutano walikuja kwa Yesu kwa ajili ya kushiba, kuponywa magonjwa na kushangaa. Ndio maana makutano hapa waliastaajabu sana mambo yote ambayo Yesu alikuwa anayafanya, na jioni walikuwa wanarudi nyumbani. Na Yesu Kristo akitambua kwamba makutano hawa ambao walikuwa wanakuja kushangaa tu hawawezi kuendeleza kazi ile aliyokuwa ameifanya amekuja hapa duniani, akaamua kuwekeza nguvu yake kubwa kwa wale ambao alikuwa anawaita wanafunzi wake au mitume wake. Na hadi leo katika kuhubiri neno la mwenyezi Mungu, watu wanadanganyika sana na makutano. Ukiona sehemu watu wamekuja ni wengi, twaona kabisa kwamba tayari baraka za mwenyezi Mungu zimeshuka katikati yetu ukiona umati mkubwa wa watu katika mikutano katika makongamano, tunadhani kama ndio Mwenyezi Mungu yupo. Yesu Kristo hakuangalia sana hawa makutano, hakujifungamanisha na hawa hawa. Wanakuja kuja kustaajabu, baadaye wataondoka. Yesu Kristo aliwekeza nguvu nyingi sana kwa mitume wake, kwa wale wafuasi wake, kwa wale wanafunzi wake. Ndiyo maana sasa, mipango ya siri mikubwa mizito juu ya maisha yake, anawageukia wale wanafunzi wake, anawaambia muyashike maneno haya masikioni mwenu. Hakuwaambia makutano wayashike, bali aliwaambia wale wanafunzi ambao wameamua kumfuata, kwamba mmeamua kunifuata mimi, lakini mtambue kwamba ninakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Mbele yangu kuna kifo ambacho wataniua, watanitesa, lakini nitafufuka, na mfahamu neno hilo kwamba nitakapokuwa nimeteseka siku ya tatu kuweza kufuka, ndipo mtakavyoweza kumtambua Yesu Kristo ni nani. Sasa hawa waliokuwa ni wanafunzi ilikuwa waamue wayashike maneno ya Yesu Kristo au waondoke waende wakaambatana na wale makutano. Kwa nini aliamua kuwapatia maneno haya hawa wanafunzi? Walijua kwamba wamesha ukata katika maisha yao, walijua kumfuata Yesu ndio mafanikio, ndio maana wakaamua kumfuata. Akasema hapana. Kunifuata kumfuata Yesu Kristo mbele yenu, kama Yesu alivyopatwa na kifo, wao wenyewe pia watakataliwa, watauawa, watafanywa kila aina ya ubaya. Kuweza kuwa mwanafunzi wa Yesu ndio ilile ambalo analozungumza, lazima utatiwa katika mikono ya watu, lazima utateswa, lazima utafanywa mabaya. Kuweza kuwa mfuasi wa Yesu si kwamba maisha yatakuwa ni lelemama, bali maisha yatakuwa ni magumu. sasa Hawa wanafunzi wanafika hatua, wanakaa kimya, wanaogopa kuweza kumuuliza Yesu juu ya lile neno. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na mategemeo yao. Siku ya leo, wewe ni moja ya makutano au ni moja ya wanafunzi? Unakuja kanisani kwa ajili ya kustaajabu kuweza kuona matendo ya Yesu Kristo au unakuja kujifunza, mwalimu amepita katika mazingira gani? Na mimi pia, ambaye ni mwanafunzi, nimeamua kumfuata mwalimu wangu, kwamba nami nitapita katika mazingira hayo. Uko tayari kufuata njia ya msalaba au uko tayari kurudi nyumbani? Tuyatafakari tafakari haya, na Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwa wanafunzi wema wa Yesu Kristo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.